Kwa chama askofu na wageni walikwa, mkakati uliopo kwa sasa, mwananchi atakapojisajili ndani ya siku saba atapokea namba yake ya NIDA, yaani NIN. Tofauti na miaka na huko nyuma, unajisajili halafu hujui utapata lini, lakini sasa hivi nimeelekeza ndani ya siku saba ukijisajili, unapata NIN namba katika namba ya simu ulioijaza kwenye fomu. <laughs> Baada ya siku kumi na nne, aliyesajiliwa atapokea ujumbe mwingine wa kumtaarifu kufuata kitambulisho chake katika ofisi ya NIDA, lakini kwa namba ile ambayo ina mechi na NIDA namba. Viongozi wa NIDA ngazi za wilaya na mikoa nimewaelekeza kufanya ufafanuzi huu kupitia vyombo vya habari ngazi za wilaya na mikoa kuhusu utaratibu, ili wananchi wafahamu mpango huu mpya wa utoaji huduma ambao umelenga kuondoa kero zote zilizo, zote zilizokuwa zinalalamikiwa na wananchi kuhusu usajili wa kupata kitambulisho cha NIDA uzalishaji wake na usambazaji wa vitambulisho vya NIDA. Wachama, maskofu na wageni waalikwa, kwa wananchi ambao wamepata changamoto ya kukosa NIDA namba yaani NIN na kitambulisho kwa maana ya kadi, naomba kutoa rai kwenu wananchi yanapofanyika mazoezi ya uhakiki au usajili katika maeneo yenu, mjitokeze ili kupata huduma na kutatua changamoto hizo. Kwa wale wenye changamoto za uraia, NIDA kwa kushirikiana na idara ya uhamiaji wanaendelea na mazoezi ya uhakiki katika ofisi za usajili. Hapa kuna kapu la watu ambao uraia wao una mashaka lakini katika kapu hili wapo wengine ambao wanastahili na ni Watanzania kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo nimewaambia, sio sawa wanaostahili kupata NIDA namba kuendelea kuweka kwenye kapu la wenye mashaka ya uraia, tunawanyima haki yao na kuichelewesha. Hicho nichokielekeza idara ya Uhamiaji, idara ya wakimbizi, huduma ya wakimbizi ndani ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi na NIDA watafanya zoezi maalum la kuangalia watu ambao wamekuwa kwenye kapu hili miaka mingi, tuweze kusoti: wale ambao ni wakimbizi wapate NIDA namba ya mkimbizi, wale ambao ni wa walowezi wa tuwajue, lakini wale ambao ni watanzania kwa mujibu wa katiba na sheria, basi wapate hiyo NIDA namba kwa sababu ni haki yao. Hili tunalisimamia katika kuhakikisha huduma za usajili na utambuzi zinawafikia wananchi bila usumbufu. Nimewaelekeza ni NIDA na idara ya uhamiaji kukaa ofisi moja. Ukienda kwenye wilaya huko, utakuta ofisi ya NIDA labda iko kilomita tatu kutoka ofisi ya uhamiaji au zaidi, na wakati taasisi hizi zote ziko chini ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Mwambia, lazima tuwe na customer care na we have to save Tanzanians, as we, we mean it, kwa sababu wao ndio wameamini wame serikali hii kuwa madarakani. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mwananchi atakapokuwa anaenda kwenye wilaya pale ambapo unamkuta NIDA, afisa wa uhamiaji atakuwa yuko pembeni yake ili waweze kuhudumia kwa pamoja, kusevu muda na kuepusha nenda ofisi hii hapa nenda panda daradara naenda kwenye ofisi nyingine sijui kilomita ngapi? Hayo siyataki. Taasisi zote ziko chini ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi washirikiane katika kutoa huduma kwa wananchi, kwa hilo tunalisimamia. washama waskofu na wageni waalikwa, katika mkoa wetu wa Kagera NIDA ina ofisi katika wilaya zote saba ndani ya mkoa wetu. Kwa takwimu za sensa za mwaka 2022 Mkoa wa Kagera una jumla ya watu milioni mbili laki tisa elfu themanini na tisa mia mbili tisini na tisa ambayo ni takribani milioni tatu, kwa mujibu wa sensa ya elfu mbili na ishirini na mbili watu milioni moja laki tatu elfu thelathini na saba mia sita ishirini na moja wana miaka zaidi ya 18, yaani kuanzia miaka ya 18 na kuendelea. katika idadi hii NIDA ni imefanikiwa kusajili watu milioni moja elfu sitini na nane mia nne arobaini na nane sawa na asilimia themanini na wananchi ambao bado hawajasajiliwa ni laki mbili elfu sitini na tisa mia moja sabini na saba sawa na asilimia ishirini. Kwa washama askofu na wageni walikwa, tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mkoa wa Kagera, tayari Mheshimiwa Rais ameshatoa fungu la fedha kwa ajili ya kuwasajili wananchi laki mbili sitini na saba elfu mia moja sabini na saba ambao wametimiza miaka kumi na nane Kundi hili ambalo walikosa nafasi ya kujisajili hapo awali, sasa hivi tuna fedha ya kwenda kusajili asilimia ishirini ambao walikuwa bado. Nimewaelekeza NIDA mkoa wa Kagera na regional manager wa NIDA yuko hapa pamoja nasi, amesimama pale kuanza zoezi la usajili wa wananchi hao laki mbili waliobaki. Zoezi hili litaanza tarehe kumi Machi 2025. Wataanza wilaya ya Kerwa na wilaya zingine zitafuata.